Mwale, yes. Wenye wako hapa walimu wakuu wa shule zetu za secondary na the primary walimu wengine wako hapa, wageni walioalikwa na wazazi, ya mjambo, naitwa Ochango, nasimamia reklam katika eneo hili la Butere West mkubwa wangu director Mr. Mayube alinialika, madam alinialika naye akaniambia ni mwakilishe katika e, mkutano huu, ni kwa sababu nilikuwa nimeongea mambo mengi wakati wa AGM. Ningependa kuwashukuru wazazi wote na ningependa kuwajulisha jambo lingine kama mwalimu. Lenye ni huenda ni wakati wazungu walipokuja Afrika, sukari walikuwa wanapewa watu ni wanachapa viwanda, ili siku hizi sukari imepanda bei, si rahisi. Tunaweza kufanya kitu kizuri, lakini hatuwezi kuelewa kizuri. Ni imetoka kwa Mungu, zawadi ya mheshimiwa wetu ni zawadi kubwa sisi kama elimu ningeweza kupitia kwa njia hii. Mheshimiwa, ningependa kushukuru kwa niaba ya Teacher Service Commission, kwa kupitia kwako Butere Sub County. Tunawika sana na hata kama matokeo yetu ni mzuri sana mnatakwambia, wanajivunia kuwa walimu wa Butere, kwa sababu hii wengine hamjui. Mheshimiwa wetu ndiye anafanya, tunafanya vizuri. Jambo la kwanza amefanya, shule zetu zina utulivu, anafanya kazi na kila principal. Hana yule mbaya, hana yule mzuri, kwa sababu amewapea space, wanafanya kazi Mheshimiwa. Hiyo ni ongera, na kama Teacher Service Commission, our teachers are comfortable working under you. May God bless you so much. Ya pili, request za walimu wangu wote nimeona ukitekeleza, nashukuru sana. Siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya maendeleo, sio siasa. Mungu akubariki. Na wengine wamwezi kujua ya kwamba tuna maeneo mengine, mimi nitakwambia staffing officer sio hata sisi ni MP. Huyu atoke hapa aende hapa, simu ya mheshimiwa haikuji kwa education office mali popote yeye anakubali mwenye amekuja na anajiunga na yeye. Hata kwa bodi yeye anatoa wakilishi wake ni mmoja, na kila bodi imetulia. May God bless you so much. Na watu wa Butere, nafasi nyingine ningependa kuwajulisha yenye mheshimiwa mwenyewe anatumia na mwenye nataka, na niwaambie siku ya leo mheshimiwa wina umaskia naonganga, jambo lingine pale yeshi la baba anasema na umrueno mko mhongo taka niwambie, maana ya yamru mhongo, wakati ameenda parliament, mkuta kujua kichwa yake ni kubwa, sio ya size. Amepewa committee na hiyo committee yeye ndio chairman, sio committee inapewa mtu yoyote, na inapewa na party leader, ndiye anachakua mwenye anashika kwa MP wote 290 hiyo komiti ndio inamulika hata president, pesa ikiingia, inaingia wapi? inatoka wapi? hiyo inaitwa ya finance, inaitwa na jina gani? public, public, accounts, public accounts, of, accounts. Of, uh, committee PAC, anahakikisha pesa ya CDF imefanya kazi gani, hata hii yangu education, ya education inakuja, unasikia hata shule ni kosa capitation, ukisikia kilichochote hata hospitali Hizo pesa zote mwenye anaweza fanya fute CS minister yoyote. Sasa tumekaa na hapa, makofi makofi makofi, mbako ya Butere, haleluya. Na ukitaka kusikia hata kelele ikiwa Butere yeye minister wana, wanamuokopa swali ya kibeba mkono, wakiwa wabunge wamebeba mkono wake, speaker lazima uchukue, asema a Tindi Mwale mheshimiwa, na akianza kuongea Jibu lake aliweza kujibiwa saa hizo, huwa linaendwa research. Hata saa hizo ana swali aliuliza the other week, nitamuuliza kama limejibiwa ama bado. Ana maneno anaongea. Hata wakati mheshimiwa Dr. Wanangwe alikuwa kwa kasi fulani, aliuliza swali, halijajibiwa mpaka leo. Yeye anatetea sana anything touching Butere, wenda utamuona, lakini kitu chochote cha Butere, Yoshikanda amesema you are protected. And we shall continue supporting you. Thank you so much. Let us support Tindi Mwale. Hana politics in shule. Yeye anataka apite shule, apite mtiani